La ndugu zangu, aya ambayo kwamba nilianza nayo ndio aya ambayo kwamba mashekha ambayo kwamba wametangulia kuzungumza wamekoa kugonga na hii aya. Imamu Shafii aliwahi kuota kwamba Malakul mout anamkabili, na katika ndoto kama ile Malakul mout Imamu Shafii alimuuliza Malakul mout, ni muda gani ambao kwamba nimebakia nao katika ulimwengu? malakul mauti alionekana kumjibu imamu shafi kwa ishara, alionyesha alinyanyua mikono ya, mkono wake mmoja, bimaana vidole vitano. Imamu shafi akawa na maswali katika ile ndoto yake, na akagutuka katika ile ndoto, ikawa inamkushtua, akashangaa malakul mauti anamaanisha nini kumwonyesha vidole vitano, baada ya kuwa amemuuliza kwa, kwa ndoto amebakia na muda gani katika ulimwengu. Je, zimebakia sekunde tano aondoke katika ulimwengu? Je, imebakia Eh, miaka mitano. Ile swali ikawa inamsumbua katika kichwa chake. Imamu Shafi aka alipogutuka katika usingizi alikwenda katika baadhi ya mufasirini wa ndoto, baadhi ya wanazuoni, akaenda kutafsiriwa ndoto kama hii. Akamwambia, malakul maut hakumaanisha kunyanyua vidole vyake vitano, kwamba imebakia sekunde tano, wala imebakia siku tano, ama imebakia chochote ambacho kwamba utakiweka katika hisabu ambayo kwamba itakuwa ita, ita, ita ni tano. Akamwambia la, bali amekuonyesha kwamba hiyo ni elimu ambayo kwamba Allah subhanahu wa taala anayo. Vitu vitano ni siri ya Mwenyezi Mungu jalla waala, ndiyo inakuja katika hii suratul Luqman aya ya mwisho. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha indahu ilmu saa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiye ambaye kwamba ana elimu kwamba siku ya kiama itakuwa ni nini siku ya kiyama, itasimama siku gani? Mtume hajui, malaika hawajui, ni Allah peke yake ndiye anajua. wa ya'lamu ma fil arham, mwenyezi Mungu vile vile anajua ni kipi mwanamke ambaye kwamba ana ujauzito amebeba ndani ya tumbo yake. Je, amebeba mtoto wa jinsia gani? atakuwa vipi mtoto kama yule atakapokuja katika hii dunia, na ataishi muda gani? na huyu malakul mauti pia yeye hajui. Sisi idadi yetu ya, ya siku tutakaishi katika hulimwingu ni kiasi gani yeye hajui. Yeye kazi yake ni, ni amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naenda kwa fulani ukaiondoe roho yake. Sasa Allah anajua ni lini kiama kitasimama, anajua ni kipi mwanamke amebeba katika ujauzito wake. Na anasema wa ma tadri nafsu madha taksibu ghadan nafsi haijui mwanadamu hajui, ni kipi ambacho kwamba atakichuma kesho. Hatujui sisi ibada zetu tumekubaliwa na Mwenyezi Mungu, na utaona leo, ahibati fillah, kuna baadhi ya Waislamu wanakuwa ni kudharau wengine kwa ibada zao, wanadharau ibada ambazo kwamba labda wamezishikilia. Kuna baadhi ya watu wameshikilia kumsolea Mtume kwa namna nyingi, miongoni mwao ni kumsherekea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi wa ni ya watu wanakuona ni kudharau, wakajiona ya kwamba wao ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitakabalia amali zao. Hatujui ni kwa rehma ya nani, ndugu zangu. Tulipokufanyika hapa, labda tukiomba dua sote tukaweza tusikubaliwe dua kama ile, lakini kwa huruma ya baadhi ya ambao kwamba tumehudhuria hapa, kwa sababu mtume anasema, Allah subhanahu wataala hahurumii qaumu isipokuwa kwa wadhaifu wao. Labda baina yetu kuna mdhaifu mbele ya Allah, Allah anaona haya kuregesha dua yake anaponyanyua mikono juu. Kwa hivyo hatujui ni kipi tuna, tumekusanya kwa ajili ya kesho. wamatadri nafsu biayi ardhin tamut. Jambo la tano, ambalo kwamba huyu malakul maut alikuwa akimwashiria Imamu Shafii, alimwambia kwamba wamatadiri nafsun biayi ardhin tamut, nafsi haijui ni ardhi gani ambayo kwamba itakuwa nnekuelekewa nafsi yake itachukuliwa. Yawezekana wewe leo ndio siku yako ya mwisho katika huu mgongo wa ardhi, uko hii sehemu ambao kwamba ni nyang'ori, labda unafaa uwe katika sehemu ya Mombasa, wakati fulani utolewe roho. Ndio utaona baadhi ya watu, ahibati fillah, vifo vimekuwa ni ghafla. Mtu anaondoka hali ya kuwa hata hajagonjeka, maradhi hajamsibu, umri wake haujakwenda, anaondoka katika umri ambao kwamba ni mchanga. Hii ni kalamu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tayari alishaandika na ndio ahibati fillah. Nitamalizia na maneno ambayo kwamba Yahya ibnu Muadh anatupatia sisi, na hii ni katika baadhi ya hoja ama mada ambazo kwamba nilizungumzia siku ambao kwamba ni Ijumaa. Yahya ibn Muadh rahimahullahu llah ta'ala anatuambia, ala inna al-aqil al-musib, jua na kutana bahi ya kwamba yule mtu ambaye kwamba ana akili ambao kwamba inafikiria genius mind. Ala inna al-aqil al-musib Man amila thalatha ni yule ambaye kwamba atafanya mambo matatu akasema, jambo la kwanza, Yahya ibn Muad, man taraka dunia kabla an tatrukahu, mwenye kuiwacha dunia kabla dunia haijamwacha hawa. Ndugu zetu ambao kwamba leo tumekusanyika kuwaombea dua, wengi walikuwa na tamaa ya kuendelea kuishi katika hii dunia, wengi walikuwa na ndoto zao ambazo kwamba wakutimiza, labda wengi walitamani Allah waongezee umri, lakini sisi ahibati fillah, sio kwamba tuna ujanja sana ndo tunaendelea kuishi hapana. Allah subhanahu wa ta'ala bado hajatupatia haja mwisho wetu bado hajatupatia siku yetu ya kuondoka katika huli mwegu. Kwa hivyo, inatustahiki kuanza kufanya maandalizi, na miongoni mwao ni haya maneno ambayo kwamba Yahya ibnu muadhi anasema. Anasema nafsi ambayo kwamba ina akili na kutafakari ni nafsi ambayo kwamba itajipanga ita, ita nitajiandaa kwa haya mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuiacha dunia, kuiacha dunia kabla dunia hijamwacha. jambo la pili anasema: ay, kabla an yarda Allah qabla an yaqbalahu qabla an yalqahu, ni kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa amali zake kabla hajakutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la mwisho ambalo kwamba Yahya ibn Mu'adh anatueleza anatuombea kwamba nafsi ambayo kwamba ni genius, nafsi ambayo kwamba inatafakari ni nafsi ambayo kwamba itawacha matamanio ya hii dunia, itaacha kuipenda dunia kabla ile dunia ijamwaga, yaani ni kuiaga dunia kabla dunia haijamwaga. Ndugu zangu Waislamu, kwa haya machache, kama nimekosea kwa ajili ya mchache na udhaifu wangu kama mwanadamu na vile vile mchache wa elimu, na kama nimepatia basi nikotofike Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umetangulia walimu kwamba walistahili ni mimi nizungumze mbele yao, ndio waje wanirekebishe. Kwa aa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wataala anisahilishie niweze kujua zaidi, na Mungu subhanahu wa ta'ala asijalie tuondoke katika kitu kama hiki isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asijalie tuondoke katika kitu kama hiki isipokuwa amesikilia haja zetu, ametujalia katika mambo yetu na hali zetu za dunia, ametujalia mwisho wa kuondoka kwetu